Kupitia vyama vya muungano wa upinzani walilambishwa sakafu na wagombea wa serikali Jumuishi. Katika eneo la Mbeere Kaskazini, ambako kulikisiwa kuwa ngome ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, mwaniaji wa DP Newton Kariuki aliangushwa na Leonard Wamuthende. Katika eneo bunge la Malava David Ndakwa wa UDA aliibuka mshindi dhidi ya Seth Panyako wa chama cha DAP Kenya. Veronica David na taarifa hiyo. Honorable Leo Wamuthende Jero has duly been elected as the member of the National Assembly for Mbeere North Constituency. Ni tamko la afisa wa tume ya IBC, tamko ambalo lilifichua mbivu na mbichi katika kinyang'anyiro cha Mbere Kaskazini. Leonard Wamuthende wa chama cha UDA akimbwaga mpinzani wake wa karibu Newton wa DP kwa takriban kura mia tano. I have made commitments not only to those who elected me but to all, all um, residents of Mbere North. I will be fair I will discharge my duties without any discrimination. Ka eneo bunge la Malava, mgombea wa UDA David Ndakwa aliibuka kidedea dhidi ya mpinzani wake wa karibu Seth Panyako wa DAP Kenya. Mr. David Atman Ndakwa, David Ndakwa alizoa kura elfu ishirini na moja mia tano sitini na nne huku Panyako akipata kura elfu ishirini mia mbili na kumi. <muchos> ameahidi kushirikiana na kila mmoja katika kuhakikisha eneo hilo linapata sura mpya kimaendeleo. Nimepanda juu, lakini si ati nitakuwa naangalia kwa juu, kwa sababu nashtua shida za jini. Mkiniita nitaitikia na ntasaidia watu wa chini. Maeneo mengine ambapo pia muungano wa upinzani uliambulia patupu: Magarini ambapo Harrison Kombe wa ODM akijinyakulia ushindi, wa Kasipul ambapo Boyd Were alishinda, Ugunja na Baringo ambapo mwaniaji wa UDA alichaguliwa. Member of Parliament for Magarini Constituency. be elected is honorable ya viongozi wa upinzani, hata hivyo, wamepinga chaguzi za Malava na Mbeere Kaskazini wakisema hayawakilishi sauti ya wenyeji, kwani matukio mengi yanayokiuka kanuni za uchaguzi yalishuhudiwa kabla ya wakati wa uchaguzi. Veronica David, Undugu TV.